India. Kijana wa Kitanzania yeye anapigana, yeah, round ya kwanza ambao ni pambano la kwanza pia kushuhudia mkanda um, wa PST ambao anasimamiwa na Emmanuel Mlundu, wa miongoni mwa bondia wa kale, uh, au wa zamani au wale wa mwanzo ambao walitengeneza historia ya kutosha, na kwa sasa wakiendelea kwenye jambo hilo. Raundi nane kutokana na mkanda wenyewe ambao upo hapa. Kwenye raundi nyingine zote ni sita, lakini kwa pambano hili ni raundi nane kutokana na hadhi na heshima ya mkanda. Bondia uh, Saidi Hakimu, je atatoa hukumu kwa namna gani? Naam, uh, Saidi uh, mwenyewe anajiita ostadi Saidi. Saidi ni mzuri kwa kweli, ni mzuri, lakini pia uh mechi yake round, nani, bani, bauti yake ya mwisho nafikiri alishinda kwa knockout. Kwa hiyo nafikiri kama atacheza kama nilivyomuona kwa mchezo wake ule kuna uwezekano mkubwa akampa changamoto huyu mwindi, kwa sababu mwindi anaonekana ngumi zake sio zile yani, ana ngumi zile za kupiga za makonzi kama zile ile. Ulisema alikuwa anapiga mkacha ile jabu yake e, ile right zini jabu ilikuwa anaipiga kama konzi, unaona kama hivyo anavyofanya. Kwa hiyo Saidi kama atakuwa makini akapiga straight punch yani, ile right akapiga straight jabu yake akapiga straight, kuna uwezekano mkubwa wa kumudu huyu mwindi. Saidi ni kama anaendelea kumsoma kitu gani ambacho anakifanya Varun uh, Phartyal kutoka India ambapo uh, uh, moja kati ya kitu kikubwa ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa ukiona kwenye raundi hii hapa ya kwanza kati ya zile raundi nane ni kuwania ubingwa wa PST. Angalia huyo Said Hakimu, huyo mwenye bukta ya bluu, bondia kutoka Mafia, boxing bondia ambaye anaendelea kujitengenezea historia yake. Je, leo atafanya nini kwenye pambano hili akipambana uh, na bondia kutoka kule India uh, Varun Phartyal ambaye anaonekana akiwa na mwendelezo kama hivyo combination, lakini akiwa anakosa ile power ambayo unaweza kusema kwamba anaweza akaitumia. Naam, na, na mimi nafikiri kuna kitu Saidi amekimis uchangamfu, yani ana power kuliko Varun, lakini uh, uchangamfu ndo kidogo ameushusha. Kwa kama atachangamka akaongeza speed uh, kuna uwezekano mkubwa wa waku, waku, kumdhoofisha Varun, kwa sababu kwa namna fulani nimeona Varun akipigwa panchi ikifika anasikilizia Naiona ile anasema kwamba uh, Steve Jab ambayo anayo uh, Said Hakimu. Umeona kama hiyo light ilivyopigwa imepenya hizo, umeona? Right hand nzuri sana ambayo akiendelea kufanya pull up ya kutosha. Said akiwa kwenye kona mbaya na Varun kama akawa anatafuta sehemu ya kutokea. Ilikuwa ni moja ambakati, lakini vile vile right hand ambayo imeenda. Said ni kama alikuwa anamsoma tu kwamba ingia kwenye mfumo na akakubali Varun. Naam. Na ndio hapo wakawa ameonyeshwa kidogo kwamba na silaha mojawapo ya Saidi ni hiyo uh, light yake light yake ina nguvu sana, ina power sana. Kwa hiyo Varuna, Vuran Varuna, Varuna asipokuwa, asipokuwa makini kuna uwezekano mkubwa akashuka kwenye eneo gani. Lakini laibu anga, angalia, natazama kile ambacho kimetokea kwa kionge kubwa. Kama ulivyosema ana right hand power nzuri sana ambayo aliishusha na, na akaamua kwenye wakati mgumu sana ni kama angeweza kumaliza au kitu gani ambacho alipaswa kukifanya? Uh, of course angeweza kumaliza, lakini nafikiri Varun ame aliamka mapema akaamua kuweka gadi kwa sababu Varun, uh, ni mwepesi, yani, ni mgumu wa ile head movement, hana head movement hana. Kwa hiyo Said inabidi apige sana na ngumi zake za kunyoosha yani, ngumi anyooshe ya sana. Haya, raundi ya pili kati ya raundi nane ambazo tazishuhudia hapa ukiwa uh, ni kwenye kuwania ule mkanda wa PST. Nani ambaye atakuwa uh, bingwa kuchukua mkanda huo? Acha tuone kile ambacho kinatokea kwa hivi sasa, Said Hakimu dhidi ya Varun Phartyal. Uh, Varun kutoka kule India, na huyo hapo akikutana, ilikuwa ni counter nzuri sana ambayo Said alijaribu ya ku counter. Naam, left hand ya uh, Varun kama hivyo, na inawezekana kuna uoga ambao anaweza kaenda nao. Overhand imeenda, wow jabu mbao mekuwa nzuri sana. Saidi anaonyesha ubora wake na kwenye kumpa changamoto kubwa sana. Saidi akienda naye tena, akimtafuta, akijaribu kutafuta kwenye eneo la uso zaidi, hauone pengine kama kuna body punch, lakini eneo la uso zaidi ndio ambao linatafutwa na Varun Phartyal na pia ni kama hakubali, lakini anakutana wakati mgumu sana kutokana na pengine na power ambayo anakutana nayo, combination ambao zinaenda, na pia kapiga counter hiyo. Ah, mabondia mafia, ni kile kitu alichokisema Aidan kwamba wana ile right overhand ya kulalia, wote wanacheza hiyo, mm. Right inakuwa inapigwa kwa namna fulani, nailalia kwao, inakuwa ina uzito kwa namna fulani yani, na, yani lazima ifike na power kwa hiyo yani kama atazipiga hizo zikafika tageti nne, tano au sita, kama Varun anakuwa hana uvumilivu, kuna uwezekano mkubwa akakaidi kucheza na moja kati ya kitu kikubwa kutoka mabondia ambao wanatokea Mafia The Boxing Promotion ni pamoja na kufanya sparring kali sana na, na ushuhuda wa kualika mabondia wakali ambao wanawashirikisha wakiona mapambano kama haya na, eh, kwa ajili ya kufanya sparring kabla ya mapambano mabondia ambao wameshatengeneza majina makubwa, wameshinda mikanda na wanafanya hivyo, na hiyo inawasaidia sana kwenye shughuli kama hizi au muone bondia akiwa pengine anakata upepo lakini hata pale ambapo ana uoga wa macho nakuwa hamna mm, kweli kabisa. Uh, tazama namna ambavyo wanajaribu. Nzuri sana, bode punch ambayo anaenda nazo, anamtafuta na hapa kati, lakini haijakaa uh, sawa sawa kwenye target. Jabu ambayo pia ni stiff jab, au ile jabu ambayo imekakamaa, ambayo ikikufikia inaweza kukulaza kama hauna mazoezi. Naam, uh, lakini pia uh, Utulivu wa Saidi unasaidia sana kwenye ring anakuwa ni mtulivu. Kwa ukiwa ni mtulivu kama hivi kama hivi anavyocheza Saidi unaona zile panchi za mpinzani wako unamuona anakuja vipi, lakini ukiwa huna utulivu kwenye ring, kuna, kuna madhara makubwa sana kukukuta. Wa kukukuta. Kwa kama ataendelea kuwa mtulivu kama hivi na nidhamu ya kumheshimu mpinzani wake kama anavyofanya hapo kuna uwezekano akapata matokeo mazuri. Ameenda vizuri sana akiwa amemuona uh, kitu gani ambacho anataka kufanya. Kifanya uh, sasa Sai mwenye ni kama ameanza kupata eh, pengine ule uhuru nilichokiona kwanza hichi cha kumbana kucheza naye karibu ni kizuri kwa sababu huyu jamaa anakuwa anakosa uhuru wa kucheza. Lakini pia uh, Saidi yani ngumi nyingi kama hizo unaona, anapiga ngumi zake, ananyoosha zote, zinafika active. Kwa kitu ambacho natamani kukiona raundi inayofuata ni Saidi kuongeza spidi ya mikono kuunga ngumi, yani anapiga ngumi mbili, anapiga ngumi tatu, ndio kitu ninachotamani kukiona kwenye raundi inayofuata. Haya, tutaangalia kwenye round inayofuata lakini Azam TV ukiendelea kushuhudia, na kama ilivyo kawaida chagizo kubwa ambalo kupitia mfululizo au mwendelezo wa knockout ya mama ni pamoja na ule mwendelezo wa kutoa angalau chochote kitu, kitu. E, yani unakiondoka hapa uondoki mnyonge. Hii ikiwa ni mwendelezo kwenye kuendelea kutoa support na kuunga mkono e, kwa upande wa serikali kwenye upande wa michezo imefanyika, kwenye upande wa mpira wa miguu umefanyika, kwenye upande wa riadha imefanyika pia kwenye upande wa boxing kupitia mwendelezo wa matukio kama haya na kuna wale ambao tayari wamesha nufaika na hii leo pengine wengine wanaweza wakanufaika na, lolote linaweza likatokea. Na hapa sisi, wapenzi wa boxing, tunaendelea kufurahia zaidi pambano kati ya Said Hakimu dhidi ya Varun uh, Phartyal kutoka India akijaribu ku... Hapana, hiyo haitakiwi. Mchezo ambao unaucheza sio wa namna hii na na ufukozi uh, katika jambo hilo la chochote kitu, mimi naweza nikasema, uh, tunaishukuru sana serikali ikiwemo Mama Samia Suluhu Hassan, tunamshukuru sana kwa sababu ameongeza motisha kwa kiasi fulani, kama hivi hawa wanacheza mkanda wa PST na na, maana leo akishinda kwa point anapata milioni tano, akishinda knockout anapata milioni kumi. Kwa hiyo inakuwa kwa, kwa kiasi fulani inampa sana motisha bondia. Zamani ilikuwa haipo hiyo, yani ukishinda hela yako ni ile ile, hela watu ni ile ile ya hela yote, kwa sababu anajua kabisa nikishinda kuna percenti, napata ukiachana na ile ya mkataba wangu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutupa motisha hiyo. Serikali imefanya kitu muhimu sana katika upande wa michezo. Hayo ni maneno ya bundia Leila Macho, miongoni mwa wawakilishi wa bundia wanawake, ambaye yuko hapa nayepia akiendelea kupiga maneno. Mimi ni Gilbert Johannes. Uh, tukiendelea kuangalia pambano lenye raundi nane na yenye raundi ya tatu, eh, kati ya Said Hakimu dhidi ya Varun Phartyal kutoka kule India, yeye mwenyewe ni kama ameanza ku kama unasema kurikava hivi ameanza kuwa sawa sawa sawa. Sawa, sawa. Kama kuna namna amepiga kama kwenye ilikuwa ni under belt, lakini na, ilikuwa ina athari sana kimwangalia, naye mwenyewe ni kama anajaribu kupeleka punch kwa Said. Said ni kama pia aendelea kumtafuta, sijaona kwa muda kwa dakika kadhaa ambapo Said ame haja react angalia kama kwa wakati huu kwa dakika kadhaa yani inabidi uh, kwenye kona yake akirudi yani kwenye kwenye kwenye ndani ma second wake hichi kitu amkumbushe asisikilizie yani asiwinde anacheza mchezo wa kuwinda kwao asiwinda anapoinda anakuwa anampa advantage ya kupumzika mpinzani wake kwa sababu uh, Varun anaonekana si mvumilivu wa punch kwa hiyo inabidi aongeze uh, aongeze uh, speed ya mikono aongeze uh, speed ya kucheza kusudi Varun aweze uh, uh, uh, kutoka kwenye yale mahesabu yake ambayo amepanga haya ndio kitu ambacho kinahitajika. Akiwa amekaa kwenye kona pale, akiwa mpewa kwenye kona Said, na anajaribu kumlazimisha, lakini Said anataka kutoka kwenye eneo hilo na kuliko kucheza, kwa hiyo asiwinde, acheze, yani achangamke, atoe mikono muda wote, hata yani kuna zile in out. Said ana in out flani nzuri sana akicheza. Lakini leo nimeona kafanya mara moja tu. Kwa hiyo inabidi kocha Mwakinyo amsisitize, akumbuke kufanya vile na hii gadi ya design hii. Najua, shoda ya, ya shoda ile gadi bwana, wamwachie tu Mayweather mwenyewe. Mimi wengi tunashindwa kuitumia hiyo gadi. Yaani yule mwenye gadi yake ambaye unaweza kusema ni Mayweather mwenye gadi yake. Yaani ana namna fulani akishapandisha huu mkono kuna yaani huu ili bega linaziba kidevu. Na ndio mkono ambao unakuwa una haraka zaidi. Pamoja na yote. Yeye akiamkua na huo mkono unakuwa na haraka zaidi. Sasa hivi nafikiri imemwambia anaongeza spidi. Sasa hivi inakuwa anamforce, anacheza sana ndani. Akicheza hivyo huyu Varun anakosa anakosa namna ya kufanya maamuzi. Yaani anakosa ule ujasiri na unamwona kama hivyo, anakuwa amepoa. Si unamwona right nzuri sana ambayo me... anakuwa anapoa. Kwa hiyo inabidi aongeze spidi ya mikono Said, ni kama na gadi kuna... yake, apandishe mikono yote nzuri sana bila shaka. Kweli kama alivyosema, anamtengenezea majaribu makubwa hapa, wa wow! Nice uripa pakati anamtafuta, oh. Mm, mi nafikiri Varun ameingia uoga na amekuwa yani, ame inama sana yaani ameinama sana, nafikiri zile punches zinamtia uoga. Hiyo hapo ha ni kama unamuona kama anajaribu, anajaribu kukubali ni kama ana, tunasema anauma meno lakini bado yupo naye mwenyewe, uh, Varun Phartyal akijaribu kuvumilia na akijaribu pia ku... anaonekana vure... kwanza ana ule mchezo wa kuvizia Yani, ule mchezo wakua, kama kuku wanavyopigana mm. Muda wote wanasema mbuzi au kondoo wanagonga na vichwa muda wote, ndio mchezo anaoupenda huyu Varun ko. Saidi inabidi amlazimishe acheze anavyotaka yeye kwa kutembea. Yani akicheza ya mbali anapata advantage kubwa ya kumshambulia Varun mm. ah, kuna kitu tumekiona uh, unajua hapa tulipo mm. kwenye kamera unaweza ukawa umuoni, lakini yupo ambaye namsikia anampa maelekezo Saidi anamwambia juu juu kichwani, tafsiri yake ni kwamba Kiswahili kinapanda. <laughs> E, a sasa hivi anaelewa Kiswahili. Sasa hivi anaelewa Kiswahili. Anakuambia kidogo naelewa. <laughs> Hey, kwa nzuri sana ambao ametanguliza ilikuwa ni kama combination ambayo ameenda na left hand akamaliza na right hand, hiyo hapo ambao anaiamini zaidi zaidi eh, kumpelekea Varun Phartyal. Na Varun pia ni mvumilivu. E, ana uvumilivu kwa kionge kubwa na pengine hata gadi yake anayoiweka inamsaidia sana, inashindwa kumweka wazi zaidi na uzuri, wa, wa, uzuri wa ngozi nyeupe bwana, ukimshambulia zinawaumbua wa, zina haraka sana, sura zinakuwa yani nyekundu muda wote, unakuwa unaona hapa panchi imefika. <laughs> Yani ngozi yao inawaumbua mapema. Unaona Said Hakimu amewekwa kwenye eneo zuri sana, target nzuri, jab Kimtafuta tena akitafuta right hiyo hapa, msindikizia, wow. Lakini vile vile Varun Phartyal akilazimisha, ni kama anaiona mikono haitoki, lakini ndio maana anamweka karibu zaidi. Hiyo hapa kati ambayo amejaribu imekosekana, anaenda tena, lakini Said pia anamlazimisha vile vile na right hand yake. Wow. <laughs> Knockout ya Mama season 6 imeanza kunoga no. Angalia ya mambo yalivyokuwa no. No. Uh, uh, ya na of course nilisema Saidi akichangamka kuna namna fulani anamnyima uhuru fulani, kwa hiyo raundi hii amechangamka na umeona amemuongoza raundi yote, amecheza vizuri. Ukiangalia okay, ni namna ambavyo anaitumia left hand yake, uh, mkono wake wa kushoto, akatufurahisha. Naam, akatufurahisha na ikapatikana knockout ya kwanza kwa sababu, uh, huyu Varun akipigwa punch kali anaisikilizia. Angalia hivyo, namna alivyoingia namna hiyo tunataka tuone mikono ikitoka Said. yes, wow. Akienda akijaribu kumpa wakati mgumu, body punch hapa apakati, lakini akubali ni kama anakubali na lazimisha mashabiki. wow. Wanaita lakini Varun pia si mnyonge, ataki kuja hapa au akaondoka hapa kinyongi zaidi. Anajibu mapigo, anajibu mapigo, body punch pia imeenda. Eh bwana hey. E, huyu Varun pia si mchezo. Nini ambacho kimetokea? Uh, nafikiri kuna namna ali, kama aliteleza alitaka nini, akafikiri labda refa atasema uh, stop, ndio maana akawa amegeuka. Ndio maana kocha wetu sisi mazoezini, huwa hata mazoezini anatuambia kwamba usigeuke, usimpe mpinzani wako kichogo, kwa sababu wewe ukaamini uka, kwamba refa anaona, kuna muda refa lia anapitiwa kwao pale, kama enge, angekutana na panchi ilikuwa naenda chini na akienda chini refa lia anahesabu Varun Phartyal ni miongoni pia wabondia wagumu wa, angalia namna ambavyo anaenda naye, ni kama hii, ni kama ndio plani yake, unahisi kama anachoka, lakini bado yuko pale pale. Anamlazimisha, anamsogelea karibu zaidi, lakini kadri anavyomsogelea anajaribu ku land punch eh, kwa ukaribu. Naam. Hivyo unaona combination hizo anajaribu kuitafuta sura ya Said Hakimu hivyo. Yaani, ni wavumilivu lakini pia uh, wana namna fulani, unaweza ukamuona kama kachoka, kumbe bado yupo active. Hii kukurukakara ambayo anaifanya hapa, vingine inampa wakati mgumu zaidi. Anaweza akaamua pia awe anatembea kwani Said hapendi ka, kwa mchezo kama hivyo, akawa anamtengenezea ngo, anatembea kwa sababu wana na uzo mchezo... tumia ajabu yake yeah, yani mchezo anaocheza Saidi mara nyingi unakuwaga ni waini out, anaingia na kutoka, anaingia na kutoka. Nafikiri Varun uh, pia anamlazimisha Saidi acheze hivyo, kwa sababu muda mwingi akishambuliwa, sio yule mtu ambaye anashambuliwa anabaki hapo alipo, anaenda, yani una mpiga lakini anakuja tu, ndio namna ya anapenda nayo. Ilikuwa ni kama uh, right, uh, right kuku mkuku hizo ambazo anazitafuta sasa ngumi so za disain za Varun... hiyo alocheza zinakuharibia mahesabu. Kwa kama ni mtu wa kucheza kwa kutembea na kutoka zinakutoa mchezoni mchezoni right huku, nzuri sana ambayo ameishusha hapo kwa upande wa Said, lakini Varun Phartyal ni miongoni mwa mabondia ambaye ni mbishi kwelikweli ya ni kuna nini? Of course, ikiwa kama hivyo inakupa ina yani inakupa nguvu kwa namna fulani, kwa namna sababu nmbishe kiasi gani onaona aadaw alizokutana nazo. Kuna baadhi ya ngumi ngumi ngumi ukikutana nazo kwenye kidevu, ina nyongonyesha miguu. Yani, zo, yani kwenye kidevu kidevu yani yani yote lazima unaku, unapata hope kwamba kumbe ngumi zangu zina madhara. Sasa kama kuna yake ina maana muda wote ngukta Wanashambulia kichwa Ra. Hii. Ni <laughs> round. Haya, raundi ya sita, raundi ya sita na ya mwisho ambayo inanaendelea kwa wakati huu. Tuone nani hasa ambaye anaenda kuwa bingwa kama vile ambavyo imeelezwa, mabondia wote wawili wakionekana bado wakiwa na mipango wow. Jab nzuri sana kutumia left hand yake, Saidi akisindikiza ya na right hand, kiona jaribu tena, body punch nzuri. Furan naye pia ameitafuta hiyo overhand ikienda kama right nzuri, wow. Sana ambayo imefika moja kwa moja. Haya, mashabiki wanamwambia bwana Saidi, maliza bwana, vipi? Lakini haijawa kazi rahisi. Varun Phartyal, ya bondia kutoka India, ni miongoni mwa mabondia ambaye anaonekana ni mbishi kweli kweli. Wow, hii nipige na kupige kila moja pale ambapo anapata bahati ya kupitisha panchi yake, basi anahakikisha anafika kwenye eneo sahihi. Naam. Wapo kwenye close range, yani wamekaribiana na kila mmoja akijaribu kuonesha makali yake Said, body punches ambazo amejaribu kujaribu kupata pumzi. Said apandishe gadi kwa sababu uh, wanasema one mistake one goal, anaachia ana sana uso yani, so far tangu alipotoka mpaka hapa amescore, kwa hiyo hii raundi ya mwisho isije, wanasema rect ambayo anaiamini zaidi, anaendelea kuishusha hapa. Nao left hand pia ambao ni nzuri kwenye dakika hizi za mwishoni mwishoni sekunde ambazo zinaendelea kusalia akiwa kwenye kona. Uh, Varun Phartyal ametoka na anajua kwa sababu inaweza kuwa na athari na yeye mwenyewe ndo amemweka kwenye hiyo kona, anamwambia, A, na nami nahitaji na wewe kae kwenye kona uone kama uko hiyo <laughs> <Ni pazuri. laughs> ambayo kama anamchungulia hivi jaribu na ile na... kama overhand ya kusindikiza, ya, ya kukandamizia uliosema kwamba karibia mabondia wote kutoka Mafia ni kama moja kati ya punch ambao anaifanyia kazi sana, hiyo ataku counter, lakini e, imekataa. Naam, clean punch ambayo imefika hapo, umeiona kwa upande wa Said. Uh, of course Varun Varun atakuja kuwa boxer mzuri sana kama ataendelea kucheza, kwa sababu ya uvumilivu. Ameonyesha uvumilivu wa kutosha, yaani anaonekana yuko hoi, lakini bado yumo kutoka India huyo. Kama ulifikiri ni kwenye mambo tu yale ya movie, wanaweza wakapaa na wakaonyesha makali yao, basi nikuambie tu kwamba hapa pambano hili la raundi ya sita kati ya Saidi Hakimu dhidi ya Varun Patia kwa ajili angalia mambo jinsi yalivyokuwa. Hiyo hapo ilikuwa ni left nzuri sana ambayo ilienda na akamsogeza pembeni, akajaribu tena lakini bado ilikuwa ni vuta ni kuvute pige ni kupige. Matokeo ni kama ifuatavyo: jaji namba moja Anthony Ruta ametoa 57 kwa 57, jaji namba mbili Josmo Mlundwa yeye ametoa 59 kwa 55, jaji wa tatu Modest Rashi yeye ametoa 60 kwa 54. Kwa mantiki hii hii